Kama umeenda hospitali na umeambiwa kwamba una hormone imbalance yes, na vipimo vya fertility hormone assay vimethibitisha hilo na umewaza kwa nini hii changamoto inanisababisha nisipate mtoto aa, nikipata eidha mimba aa, inaporomoka, lakini pia naambiwa mayai hayapevuki lakini kutokana na hiyo napata hedhi kila mwezi, kila mwezi napata hedhi au naingia kwenye siku zangu, lakini sipati ujauzito. Leo uh, nitakuelezea kwa kina kabisa uh, uh, changamoto kwa nini hormone imbalance inasababisha mtu usipate ujauzito au ukipata ujauzito mimba inaporomoka. Uh, kuna hormones ambazo ziko sita, ambazo zinafanya kazi kurekebisha uh, e, kusababisha wewe ushike ujauzito kwa urahisi uh. Hizi hormone zikiwa imbalanced, nikimaanisha kwamba zikiwa zinatofautiana uh, zikiwa nyingine ikawa chini nyingine ikawa juu, zinasababisha hiyo changamoto, hormone imbalance. Hormone ya kwanza kabisa inaitwa follicle stimulating hormone. Hii hormone, uh, ni kama ni inaakti kama dada, yaani kwa maisha ya kawaida ni kama dada, kwa sababu zipo follicle stimulating hormone na luteinizing hormone, huwa zinafanya kazi kwa pair, yani hii ikifanya hii inaisaidia inamalizia hii follicle stimulating hormone yenyewe kazi inayofanya inasaidia ile ile yai kukua na kukomaa kwa uzuri, na ndio maana ukipimwa uh, ukuaji wa mayai yako inaonekana kama ikiwa na, na milimita kuanzia kumi na nane hadi ishirini, huo ni kawaida, kwa sababu yai lako limekomaa. Lakini kwa mwanamke ambaye yai lake halikomai inakuwa mayai yale yanakuwa bado ni naweza uh, nikachukulia ni kwamba yale mayai yanakuwa hayakomai yanakuwa ni, ni, ni milimita zaidi ya 18. Hiyo tuna hiyo inasababisha uh, huyu mtu anakuwa na hormone zimekuwa imbalance, ni kumaanisha follicle stimulating hormone na kusababisha kutoshika ujauzito kwa sababu mayai yake hayakomai. Na najua ni wewe kabisa uliambiwa kwamba mayai yako hayakomai, haya kabisa. Lakini uh, hormone ya pili ni luteinizing hormone. Huyu ni kaka huyu, yeye anasaidia kwa lile yai lilokomaa, ambalo limekomaa kwenye ovary kutoka kule kwenye ovary kuja kwenye fallopian tube au milija ya uzazi kwa ajili ya kurutubishwa na mbegu ya kiume lakini, kama hii hormone ikiwa chini, hii hormone ya luteinizing hormone ikiwa chini, inasababisha lile yai halishuki kutoka kule kwenye uh, fallo, kwenye ovary lilikokomaa kuja kwenye fallopian tube kwa ajili ya kurutubishwa. Kwa hiyo kama halishuki unaweza, una, unapata period zako kawaida kabisa, lakini haushiki ujauzito na ninahisi umeambiwa kabisa na daktari kwamba wewe unazalisha mayai yako yanakomaa vizuri, lakini hayashuki kuja kurutubishwa. Lakini uh, hormone ya tatu inaitwa ni uh, estrogen hormone. Hii estrogen hormone kazi yake ni kutengeneza mazingira na kusaidia ile ule ukuta wa mimba unakuwa mkubwa, thickening ya ule ukuta wa mimba. Ule ukuta wa mimba ukiwa mkubwa, inasaidia ile mtoto kujishikiza inakuwa kirahisi. Kwa kuna mtu ambaye amekaa hapo na ananitazama ana hii changamoto. Aa, mayai yake yanakoma vizuri yanashuka vizuri mpaka kwenda kurutubishwa, lakini akishafika kwenye mji wa mimba yanashindwa kuja tach hivyo mimba inaporomoka. Kwa kila mimba anayoshika inaporomoka, kafanya ultrasound, lakini ultrasound inaonyesha kwamba hana uvimbe ambao unasababisha kuporomoka kwa mimba, hana chochote, lakini changamoto iliyojulikana ni hormone. Hii hormone ya estrogen haifanyi kazi yake kwa usahihi, inamaanisha iko low. Lakini homoni ya nne ni homoni ya progesterone ambayo natumika kwenye maintenance kusaidia ile kile kiumbe ambacho kimejiattach kukua kwa uzuri. Ndio maana unakuta mtu ha, mimba haijaporomoka uh, mwezi mmoja wakati wa kushika ujauzito, lakini baada ya hizo ya miezi sita unakuta mtu mimba inaporomoka, miezi saba inaporomoka kwa sababu uh, hii progesterone hormone iko chini, inasaidia inasababisha kwamba haiwezi kukiattach au kukivumilia kuki kile kiume kikuo kule ndani kwa muda mrefu, kwa sababu iko weak. Kwa hiyo inasababisha ile ile mimba kuporomoka. Kwa hiyo unahisi unaweza kuwa una tatizo hilo pia. Uh, hormone ya tano ni hormone ya prolactin ambayo yenyewe husaidia huzalisha uh, maziwa kwa ajili ya kumwandaa ili mtoto aje apate maziwa ya kutosha. Lakini hii hormone ikizalishwa kabla ya kujifungua, ah, uh, huyu unakuwa unapata shida ya maumivu ya maziwa. Maziwa yanauma sana hasa ukifikia kwenye kipindi hiki cha kupevusha yai, maziwa yanauma. Yakiguswa kidogo hata unaweza mpiga kofu huyo mtu kwa sababu maziwa yanakuwa yanauma sana. Lakini hormone uh, kama zote hizi hormone hizo zitaja tano ziko sawa kabisa na hauna shida. Uh, changamoto inaweza ikawa ni uh, homoni ya kiume imezidi kuliko homoni za kike nilizozitaja hapo kabla. Homoni ya kiume ni kimaanisha testosterone hormone. Hii homoni ya kiume ikizidi sana huyu mtu anakuwa na zile, unakuta mtu, ana ndevu, unakuta mtu ni kama ana ndevu, unamkuta mtu ni kama mwanaume kabisa, ni sauti yake ni ya kiume, zile sharubu, ana ile appearance ya kiume hu, unakuta hizi homoni za kiume zimezidi. Na mara nyingi watu kama hawa wanakuwa wanasumbuliwa na ugonjwa unaoitwa PCOS Polycystic ovarian syndrome au PCOD. Ah uh, huu ugonjwa unasababisha mvuruko wa hizi hormone uh, na kusababisha mtu asiweze kushika ujauzito. Kwa hiyo unaweza ukawa hizi hormone zako ziko sawa kabisa, lakini ukawa na hii changamoto ya testosterone imezidi kuliko hormone zingine na ukawa unashindwa kushika ujauzito. Lakini yote yanawezekana, ni kuwa na imani na Mungu atakuponya. Lakini kitu ambacho natamani kukizungumzia zaidi sasa hivi ni kwamba wewe mwanamke, sasa hivi hapo ulipo inawezekana uh, umeshika clomifen au uh, umeshika bromocriptin au uh, umeshika anastrozole uh, zote hizo uh, wanazitumia kwa ajili ya kusaidia um, ile yai kushuka kuja kwenye kwa ajili ya kurutubishwa au ile yai kwa, kwa mtu ambaye halikomai likomai kitu ambacho kimeleta matokeo hasi kwa watu wengi ambao wamefika kwangu na kuongea nao. Kwa hiyo kama wewe unatumia hizo dawa na huoni uh, reaction ya hizo dawa au hizo dawa zinaonekana hazikusaidii, uh, jitahidi sana kubadilisha mtindo wako wa maisha, namna unavyokula uh, namna unavyo, uh, I mean namna uh, kunywa pombe. Kuna watu ambao ni walevi sana, sigara. Badilisha mtindo wako wa maisha lakini kula vizuri, uh, lakini pia kama hiyo changamoto unayo na unaona kabisa suluhisho alipo, nitakusaidia aa. Kama una tatizo hilo aa, nipigie simu kwa namba itakuwa inapita kwenye skrini yako, nitakusaidia lakini usikose somo linalofuata, litakuwa somo la ovulation. kama unasumbuliwa na tatizo lolote la ovulation, tutaliongelea kwa undani zaidi. Karibu Holina, aa, gusa asili, matokeo ni uhakika.